Kama unavyoona hapo iko ni kifaa tiba kinaitwa mkekatiba au reflexology mat, na kazi ya kifaa tiba hiki ni zaidi ya mtu anayefanya mazoezi, na ni kizuri sana kwenye kuchochea neva ambazo zipo kwenye unyayo, ambapo inasaidia kuboresha mzunguko wa damu. Kwa hiyo hii ni nzuri sana kutumiwa na mtu mwenye changamoto ya miguu kuwaka moto, masuala ya ganzi, masuala ya maumivu kwenye mgongo, nyonga, kiuno, kwenye shingo, kwenye mabega. Kwa mtu ambaye anakuwa na hizo changamoto akikanyaga tu humke katiba, baada ya muda, hizo changamoto zinaondoka. Na kama tunavyoona hapo inakuwa inachochea hizo neva ambazo zipo kwenye unyayo unakuwa unajitibia taratibu kila siku kwa ajili ya kuboresha afya yako. Ningewashauri mjipatie kikifaa, ni kifaa tiba ambacho ni kizuri sana, kinasaidia sana kwenye mchakato wa mtu kupona.